Katika jamii ambayo sauti za wasichana mara nyingi huzimwa na fursa hugharimiwa kwa bei ya heshima yao, bado wapo wachache wenye ujasiri wa kusimama na kusema hapana. Kupitia mijadala, mafunzo na mazungumzo ya ana kwa ana, msichana huyu si tu anapinga vitendo hivyo, bali pia anawajengea wasichana wengine ujasiri wa kusema hapana na kuelewa haki zao. Mimi ni Michelle Caesar, karibu kuyajua mengi Habari. Salama za kwako? Nzuri. Hebu niambie, uliona rushwa ngono inashamiri kwa kiasi gani na hata kuamua kuliongelea hili kwa wasichana na wanawake? Tukiongelea kuhusu rushwa ngono, ni rushwa ambayo imekuwa kwa kiasi kikubwa katika jamii zetu, na nimeamua kuliongelea hili kwa wanawake au kwa watoto wa kike kwa sababu ninaona wasichana wengi wanakatisha ndoto zao kwa sababu ya kutoa rushwa ngono, kwa namna yeye labda alijua au hakujua katika kuliongelea hili kwa jamii najua kwamba si rahisi na changamoto ni nyingi. Vipi kwa upande wako, nazikabili vipi? Msichana au mwanamke aliyofanyiwa ukatili wa rushwa ya ngono, sio rahisi yeye kuja kutoa taarifa, labda kwenye dawati la jinsia au kwenda kwenye manispaa au kwenye hizo serikali za mtaa. Kwa hiyo inabidi mtu au mimi kutembea nyumba kwa nyumba au kutoa taarifa na uhamasishaji katika watoto hawa au wasichana hawa waliofanyiwa rushwa ngono. Mapokeo katika jamii kulipokea hili swala la rushwa ngono ni mapokeo mabaya sana, tunaweza tukasema ni mapokeo hasi, kwa sababu sio wengi au wasichana wengi wanapenda kuliongelea hili swala, kwa sababu ukikutana na msichana au mwanamke aliofanyia ukatili huu, anahisi kama akiliongelea hili swala atatengwa na jamii, anaona kama vile atadhalilishwa anaona kama vile utu wake umevuleka. Nazungumza na, na baadhi ya wasichana kujua, je, wasichana wanaweza kufikia malengo yao bila rushwa ya ngono? Yes, kwa upande wangu naona inawezekana kwa sababu rushwa ya ngono inatokana na labda tuseme, ni mtu ambaye anapenda vitu vya labda, hapendi kujituma. Kwa hiyo ukikuta mtu labda na misimamo yake, when you have standards, haiwezekani mtu akakupelekesha kwayo. Kwa hiyo kufanikiwa kwa msichana kupitia yani bila rushwa ya ngono ni jambo ambalo linawezekana sana, japo kwa Tanzania yetu hii inakuwa ni changamoto. Mara nyingi wasichana waliokuwa mbali wamekuwa na changamoto ya kulijua hili. Wewe unakuwa unawafikia vipi na kuongea nao hawa wasichana? Tunaenda kuwatembelea mashuleni, kunakuwa kuna campaign au ratiba maalum ya kwenda katika kila shule either yenye wasichana tupu au hata yenye wasichana na wavulana hapa elimu hii kwa sababu tuna uhakika kwamba hawa wasichana ambao labda wako vijijini hawana ile uwezo au hawana hizi simu janja au hawana tatia mativi ambayo yanaweza akawapa hizi taarifa. Mimi ninapomuona mwanamke au msichana mwenzangu anaelimisha kuhusiana na masuala mazima ya rushwa ya ngono, kwa upande wangu inanipa nguvu kubwa ya mimi kuweza kupambana na kujua kwamba kuna watu ambao wanapambana, hawalali usiku na mchana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba sisi wanawake tunatoka katika sehemu moja na kuenda sehemu nyingine. Nina ndoto ya kumwona msichana huyu anajikwamua katika rushwa ya ngono kwa kufuatisha maadili mema. Kwa mfano msichana huyu ambaye akiepukana na makundi ambayo sio mazuri, ni swala ambalo linaweza likamsaidia yeye kuepukana na rushwa ya ngono. Cha kumwambia je, msichana ni kwamba usikate tamaa, songa mbele, hata kama ulipitia changamoto hii ya rushwa ngono, naamini ulishaitatua. Na hata kama umepitia changamoto au umepata changamoto yoyote, utakiwa kutoa rushwa ngono ili uweze kusaidiwa, kuna namna nyingi za kusaidika ili uweze kutatua jambo lako. Haijalishi ulipitia changamoto gani katika kufikia pale ulipo ama unapotarajiwa kuwa. Msichana, kumbuka, unaweza kutimiza ndoto zako bila rushwa ya ngono. Mimi ni Michelle Caesar, kijana. Tumaini langu ni kuona unafikia mafanikio yako bila sharti lolote. Tukutane tena juma lijalo.